banyuma. Wachezaji gani unampenda kuliko wachezaji wote pale simu? Eh? Pale simu. Boko boko. Eh. <mimi. laughs> Boko ndo top. Mm. Boko ndo unampenda. Mm. Boko boko namuitaji sana. Yule mwingine. Maere ya. Kango po hapa bwana.

Watu wa nyambala ndiyo maana bama wandu mbule mbepe vikuigoga ngoti vingi vikuigoga ukangeta vona gandile kwa nombele wande ukubuja kutwa mbele tukuganda mawazo ani lazima ugande unkikuwa vakia kukoge. Ila wanasema zamani alikuwa tajiri mkubwa sana Kiwira. Ni kweli baba mimi nikiwa mwanzilishaji wa kuuza rambo hata eliu ndio nimekopesha rambo sana adiwase ziko adiwase sinafahamu ilidi mnyanya hapa hapa hisabu hapa yani bisaba akomai fuleni na bandu, mimi kwa naizinisha yeye na watu e, mm. wapate hela ya kula, ila mimi hesabu jioni, ndio jioni analeta maburungu tu yao baada ya kuuza eh, baada ya kuuza sijui elfu tatutatu ndio nikuwa na kanyagarwa mguula nyingiwengine nashanga akachukua kufuli elfu mbili wengine akachukua labda ni darasani moja ya kiberiti nauzia elfu nne mia tano wenyewe akiuza bunda mia tano mia tano na mbuli ya bunda moja ushapo hapo hapo, yeah. Sasa, sasa, sasa ilikuwa katoni, kwenye katoni twaazia elfu arobaini na tano wenyewe. Sasa ilikuwaje ukatoka kwa na hela Kiwira nzima kwa namna hiyo? Baba alinichanganya dada yangu akasema nifungue tena ne, wakati, nikatazwa, kuja kufungua tena huko Kapiki nalo moja mjini ukataka kufungua na nyingine, nilifungua na, na, na huko lingine, akawa mawili, ndio kilicho ni haribu mzee, ukashinda kusimamia. Yani kaanza kufyonza huko, alibomoa liuaagomwe bali nyiilenuali nyirile somba la kitano na nusu nyumba mumo, mm. ni mizigo somba somba juu, dada wangu ni mm. dada ukaanza kuyumba au, au, mi kaanza kubeba kwenye lifonex langu tena mizigo na rudi nayo. Wengine wengi wao sasa, okay? ukifilisika sasahivi. <laughs> wengi wao wana wanazungumzia kwamba wanawake wamefanya kufilisika. Kipindi hicho wanawake hawakuhusika kabisa kwenye kufilisika baba? Kwanza mimi, yani wake zangu, aliyenifilisi sana ni Jeni wako. Alikuwa, alikuwa mchepuko

navumilie naboinyama afumako nabarumia na balenga bake kokobakatwamigiti faulu poa oh, mambo mingi nagharamia magauni ga kisasa namolela na iisendo sha kisasa kipindi kili isendo sakikuruualasiinata naolelaga ronda njara elfu kumi mm. na tano jafindu mm. elao na, na, lakini sasa bwafaulu aoonavumilie abupili skuru pakisana <laughs>

na akie twende kule ndimaki kwa sauli kotokocho nani mm. bandi nywamu hapo yani fyumba fibili ni sebulenywam l nalonda ambuke nagwe, kwa sababu ulikuwa unajiweza nitoe nitoke yeah. Hey, na hiyo siku mfukoni na milioni mbili na nusu okay. mm. nikasema hapa eh, laki tatu takaa hapa tu.

Ujo nawe nawe. Ole kunyuma na atuna ukanijia pasi. Naenda kijeda ni mita naendaga. Oh, naenda si akwarate kanaenda. Ila na uli mtua wewe. Kise nena na babu kana wentuku.

kikuja ngugi basi lo nalinganie baba lakini omwene kalinganile sasa <coughs> <coughs> apo kutushauri uleule twevijana tukulonde hela lakini linga tusaji hela tukubuka nkulya na, na bo nguti baze mwiketege kange bavagenukubavikiri sumu mfindo hmm. mwikete nabo yana bakikuru balino bandu bangu barumiana bangu mwikete nabo abo bimilie hera mm. bakemire ubundu bwa mundu bimile mm. hey, hera baba konguti kyala hapa barumiana bango ipepelo lengendela ngapo sasa wewe una mpango wote wa kuoa sasa hivi sehemu ya kukaa sisi

t bavijana vikutanzalekwaa nkikulu jujo m dekwa barumiana papapo mule nane kumi mjomba eh, kitindike wa vijana vingi vikusoka na bakikulu bakusi vijana vikuti mashangazi gule yani hapo nguti mberile mberile banetu watababosie apo tayari tukugogi kizazi yeke mwatukumalizi mm. kizazi mwe mberile mbelie mbeli. bora varavaa balandie na bande nabo bamama benabamenye bulevu awa vijana mjomba, kwa uwezi yani ngegomama <laughs> <laughs> <laughs> mwiko mwiko yani mkubwa kuzidi umri siyo mama mkubwa kuzidi umri ana miaka thelathini, yeye ana miaka arobaini na tano au hamsini. Eh. Au onga bogea nege baba yaani hapo ngoja ngosia amehesabu wako maana kikuru kwa papa ni miaka arobaini mwisho wangu wako arobaini na tano okua nege mafumbi Oko papa ni miaka arobaini avakikuru tamanyambara hadi miaka sabini <laughs> Mm. Miaka sabini nazaran na uh, na yani abamama na abazee bendane bubo bwe sampo jabo abarumiana bope bendane sampo jabo mwiko mwiko ukwegigune mwiko, mwiko. Eh? <laughs> mwiko bao bora mfwe <laughs> alafu, alafu, mana bagire nkikura akutagira myenda panja bao <laughs> ukusopere myenda panja ukutagira panja

Nyama. Hmm. Yani kwamba kuna watu wanakula chakula kizuri, na, na wewe mjomba mlikuwa mnatemwa mnapewa kibaya lakini anasema kama unataka kizuri njoo. Sio ulikuwa unaambiwa hivyo. Yani baba mura ra hmm. Fila batwaliligwe na bakufuma panje buraia, mpiagilo mundongo, nawe kutwali findu mmagereza, mpiagilo na mundongo, weekend, eh posu unga papeli finu nunu nufu, sasone ngaliko babona na aliaje dona jira. Shikabangara! altc efo finalyanini fila ndwaliligwe nikikolo kyangu Ngote ngabuka une kuvagusi fyavo nulile loli ngulile findu fyavo fila pavatwalile vandu vabo vakufuma mburaia e muno pitasi uliseke uliseke <laughs> <laughs> <laughs> tale ulile

Mm. lakini mwana buzeembo bwabombile ubo wakosopa nkati yone bazee mm -hmm. nagonia masiku tisa nkati ofikonyabone mura mm -hmm. Lu, na nejengie nabukile nkati yakuti Joseph wakosia use lula mwano magufuli hati wanachoma barabara na obeba ndizi ndizi wosya peje na bandu bisamura bakomigwo nimirungi ya mali ya bunduki muna mno kutona maro mm -hmm.

hapa Tanzania tuna timu mbili kubwa ambazo zinafanya vizuri kuna Simba kuna Yanga sasa yeah. Simba sasa hivi inacheza kimataifa na kesho kutwa tu hapa na fainali inafanya e, vizuri sana sijajua wewe ni shabiki wa timu gani katika hizo baba kuambiaga ukweli kabisa <laughs> <laughs> <laughs>

bokouyungu wawilialivkutshabalalauee <laughs> mankamangu loliujo jopengumechekalo boko vikuti <Mayore. laughs> ma, <laughs> <laughs> <laughs> jopengu bata mapafu gabolile lolatikuvopa <laughs> <laughs> fijo mumpela manaka fulera mapafu manaka mm -hmm. yeah. lakini boko mi namkubali yani jila yeah, sietukuti ngambak sikulema mjomba mm. kapombe setukuti ngambakikulemaela mjomba mm. kapombe pombe kanantakakiisamma poataji to batatu mjomba waganie boko moja uyungi nonjobile ndile mayele

Iye igogo ni yogulia kwake. Kwa gongu umeacha? Amna. Amna, nilie amakambo? Amna. Amakambo ukakweza musiki? Amna, si kusiki. Uja vuta sigara am, eh, um, si sigara makambo? Efi unga jako wazi. Kwa hali? hata mkonjamu? amna. Tukwapisha kabisa. Eee, amna. Mbona kuna video wamekuona kama unavuta sigara? Amna ndi kukwesu. Siyo? Amna. Ulegie kienja hiki?